Kuna pale kuna watu fulani hivi mm. Wanaitwa watu wa madingi mm. Eh, zile boti zile kubwa. Mm. Kuna vidude vingine na nini kwa sababu, unajua, mm. eh, kwa sababu a samaki anategwa, jitihada za kuweza kum Toa. Mm. Wanashuka wale sasa na malingi yao mm, wanaenda wanaenda kwenye mm. Mm. sasa kuna maboya nyavu mm, yeah, mm, maboya kwa maboya kwa anaangalia sehemu gani ambako mm, ewe anaweza akatoka kwa oh, usalama pasipo kuathiri kitu chochote. Mm. Lakini hapo kumbukeni kwamba ndani kuna samaki, mtakiwa muwapate pia. mm. <laughs> Sasa unatumia akili zako kuhakikisha kwamba unamtoa seweni Ta alafu unawalinda wale samaki ile dagambo ta amo mle mm. ili muwapate, so, umeelewa? mm. kwa mnamtengenezea mwelekeo ambao anaweza katoka pasipo ikifika kuathiri. Mm. Kuathiri ile mali yenu ambayo imo mle ndani mm. sehemu basi, na nyinyi huko ambao mko juu ya boti mnamuelekezea kama mnamuelekezea kule mnakamia wenyewe, mnakamia kamia, kama mnamkata hivi kule, naye akija anazamisha karabu kweli anatokea anavyotoka, atoki kwa usalama, anatoka hey, kidogo na balaa eh, eh, kwa sababu unakuta mpaka yule mtu wa dingi yule ambaye ameshuka kwa ajili ya kufanya hiyo kumtoa huyo mm. uh, kuna sehemu moja hivi hivi kwenye dingi una fashion hivi kwa chini, kuna uwazi kwa kiona ndio anatoka, manake ni lazima ingie kule, kwa sababu akija anapiga kile kidingi bah, bah, yule kwa lazima kwa za, anapiga anapiga yani, kama sio kile basi anapiga piga tu, kama akipita karibu na boti boti bota, anapiga mbao huko boti mpaka unasogea una, huko eh, kuna kiumbe kimepita mzigo mingine. Ha, mingine mzigo mzee ha, kuna mtu mmoja kusema kwamba bwana, mwanamke ni kiumbe mkatili sana. Hebu hmm, fikiria katika mchakato wote wa kuweza kuipata hela, ulivyoelezea mchakato wote, ukija huku waga kwenye kuonga unaweza ukampa mwanamke shilingi ngapi? ah, hey, hey. <laughs> Uh, mi niseme tu wanasemaga, kuna usemo mmoja wanasema, hey, hey. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Sijui huo msemo una utafsiri vipi braza, huo msemo <laughs> nenda katafute, nenda kapigwe. Unajua wengine wanaiba wanapigwa kwa ajili ya kuonga. Hey. hey. Apigwa kwa ajili ya kuonga kwa, ina maana wanaonga bana. Inabidi tuheshimu sana brother. Kwanza ukitoka kule baharini umeshafika, hmm. Pwani umeshabadilisha nguo, umevaa nguo zako freshi. hmm. Akili tena pale inaama, ushakaa baharini huko brother wiki, siku kumi, kumi na tano, wiki mbili, mmeelewa hmm. Umeshakula misupu ya samaki wa kila aina, maona mm. Umekula samaki sijui pweza, nguru, sijui ngisi, tuna ngisi blaza, we vichupa, ngisi anajaza chupa <laughs> <laughs> <laughs> ngisi anajaza chupa. Hey! Hey, piga ngisi sijui nini hey, majodari, hey, masewa manini yote umeyajaza. Oh, bado madaga ya mchele, supu ya daga ya mchele. Unajua supu ya daga ya mchele ina madini madini chuma hivi mm. Sasa, madini, chini, madini chuma sometimes anasaidia mm. kuboresha vimelea hiyo hmm. kama amevuta mwana mwingine inakuaje? Sasa hayo mambo ni ya kawaida, na brother, unajua kuna mazingira family life tu wewe. When... kuna mazingira mengine maamuzi <laughs> huja tukio linapotokea. Eh. <laughs> Na huja tukio linapotokea, tukio likitokea mm. ndio mtu pale unaamua maamuzi ambayo yanakujaga automatically. Mm. Na kila binadamu mm. ana aina ya kupokea tukio. Mm. Eh. <laughs> Unajua kuna mwingine anaweza kukutana na tukio zito. Mm. Yaani, nyinyi pembeni kusema, akifika leo sijui itakuwaje. Afa akifika pale, kuna tukio afa na react kawaida. Wapo watu, wapu mchua, kwa yaani wapo watu hapa unaweza wakashanga mtu wa kawaida kwa wavuvi kugongewa hiyo yani hali ya kawaida tu. Ah, brother bwana niseme tu kweli hmm. Wavuvi wengi wanagongewa <laughs> wavuvi wengi wanagongewa sana kwa sababu utaona <laughs> <laughs> mwanamke ambaye akuelewi yeah. Wavuvi sababu <laughs> fikiria hmm. Unaondoka wewe unaondoka sawa hapa kama leo hmm. nakaa barini siku kumi, kumi na tano afu ukirudi nyumbani mm. labda siku zako za kupumzika ni moja imezidi mbili, unas, ngeko, pumzika, mbona, pangewe, na pumzika, tu nyumbani saa nane mm. saa nane ameshapakia saa tisa kumi na moja unashuka tena feo unachukua chombo unaongea zako Mafia au, au Zanzibar huko mm. sasa unategemea hapo nini? kama unapata mwanamke mwana mwana sio mwaminifu mm. maana yake ukitoka tu na yanasafiri eneo mesafiri na yanasafiri. Uh, so kwamba maybe labda ukija unakuwa umechoka sana, huwezi kuhakikisha kwamba unamridhisha katika kiwango ambacho unataka. Sasa blaza, kwenye swala la kuridhisha, kwanza mimi mara nyingi sana huwa hmm. siliamini yani, siamini sana kama eti ukimridhisha sana mwanamke ndo akusaliti. mm. sababu roho ya usaliti ipo ndani ujue, mm. unaelewa kitu kama hicho. mm. roho ya usaliti haina mapenzi. hmm. Eh, yaani mtu kama anaokukusaliti anakusaliti tu. Unaweza kumridhisha mke wako e, ukampa kila anachokitaka mm mm. Kam, mm mashine paka mwenyewe kananilie mm. Lakini end of the day nakuta mjinga mjinga tu faya anachukua. Eh, unajua wanawake si wa mambo mm. Ni kama sometimes zileo wanaume ambao sio waaminifu pia kwenye ndoa zao, ukuta na chuma kikali, ana mke wake mzuri, paka kimoona mwenyewe, unasema eh Jamaa, mwanamke mzuri lakini hapo mimi naweza nikawatetea wanaume, si Lord Modo wetu tunaamini kwamba ni Mfalme Suleiman hmm. kwa hiyo labda kama watakataa, watakataa na maandiko, sababu Mfalme Suleiman alikuwa alikuwa na, na wanawake wangapi, lakini pia alikuwa na masuria zaidi ya 30, si mia tatu. Kwa hiyo ina maana sisi tumetumia hmm. busara kubwa sana kwa kuhakikisha kwamba tunapunguza ile idadi. Kwa hiyo kwa hilo umoja wa wanaume unadai kwamba da sisi tunamwiga mwanae tunamwiga eh, yule wa kwetu, lakini katika E, vitabu na namna yote hakuna sehemu ambayo imesema mwanamke awe kuwa na wanaume wengi. Unajua mm, kuna story brother, mm, inabidi pia wakati mwingine ikifika, nyakati szishi, mm, nyakati za mtu mm, yes, nyakati za Nabii Sulemani na nyakati za kwetu sisi mm, ni tofauti sana mm, naelewa hasa mm, ifike mtu na wanawake elfu moja Hmm. Na masuria wasiopungua sijui wangapi, sijui nipaka mwenyewe wa anawasahau hmm. Cha kwanza tu, kwa binadamu wa kawaida kawaida, wewe ni binadamu wa kitendo hicho kwamba maybe kutoka kazini unakuta ameleta mtu, uliwahi kuchukua hatua gani? Kama uliwahi kutokea kitu kama hicho uh, bana kusema kwe, msema ukweli unasema ni mpenzi wa Mungu mm. Na mimi binafsi kwa miaka yote ambayo nimeishi na mke wangu, mpaka namwacha, sijai kumfumania mm. Yani, mimi hapa wala siwezi hata kumsingizia. Sasa kwa namna ambavyo umeweza kuweka statement nzuri ya kama kumsifia, nimekuwa naye mpaka nimemwacha watu wanaanza kujiuliza hapo, alipomwacha. Sasa kama anaanza kumsifia wewe, afuka mwacha kama mwacha kwa kitu kipi? Sasa labda unajua, mm -hmm. maisha yana siri nyingi, maisha ya ndoa mm -hmm. yana siri nyingi mm -hmm. alafu yana changamoto nyingi nyingi mm -hmm. ambazo kuna zingine zinaelezeka mm -hmm. na kuna zingine hazielezeki, mnielewa? mm -hmm. eh? mm -hmm. Ata kifika ipindi kwamba mmeshindwa kuelewana kumechi, unajua. mm. Maisha ya ndoa ni kama pea za viatu za kanda mbili mm. Ukivaa kiatu kingine huku na huku kingine wakatembea watu mm. atakuwa na we chizi, hata kama viatu vile ni vizuri ujue mm. yes. Kwa sasa naamini mm. kama sio cha kwako, sio cha kwako tu atoe au Uolewe umiliki au usimiliki, kama ni cha kwako hmm. si cha kwako, na kama chako chako tu brother. Okay, basi naona tuitimishie kwa namna hiyo, kwamba tukushukuru sana. Kwa wakati mwingine tutakapohitaji tuweze kupiga mastori, basi tupate nafasi, tunaomba D&A TV. Basi haina shida, mimi nakaribisha sana hapo. Mengi sana tujazungumzia kuhusiana mambo ya uvuvi mengi sana hmm. bado tumezungumza sehemu ndogo sana. Okay. Mm -hmm. Ka, katika kipindi kingine tunapenda tujue in detail kwa undani zaidi juu ya zile changamoto na vitu yaani ambavyo hujavisema basi mm -hmm. uweze kuvisema kwa watu ki mtu anapokula zile dagaa au samaki aseme kuna wanaume mm -hmm. wamepambania niweze kula. Haina shida, karibu sana. Yes. Mpenzi mtazamaji wa D&A TV ndio tunahitimisha namna hiyo. E, tulikuwa na ndugu yetu hapa Laikani ambaye ni mvuvi ameweza kutupitisha kwa dakika zote baharini na imani kwamba kwa namna moja nyingine kuna kitu utakuwa umejifunza lakini pia utakuwa unaleta tena heshima pale unapokuwa unakula dagaa au samaki. Bwana usahau subscribe, ku comment na ku share. D&A TV. Karibu sana.